Wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, meneja wa kampeni, mwenyekiti wetu wa vijana taifa, ndugu Abdul Nondo ameelezea kwa kina kabisa kazi kubwa ambayo tumefanya. Na kuna watu walikuwa wanazunguka, wanasema tulipokuwa viongozi hakuna ambacho tumefanya tuliamua kuchukua mambo yote tuliyoyafanya tukayaweka kwenye bango moja, muone wenyewe na wao wanaosema hatujafanya kitu waone. Si mliona? Lakini tuchukulie tuchukulie kwamba nilikuwa mbunge hapa 2015 mpaka 2020 au 2025 kazini, halafu iwe sikufanya lolote, iwe hamna barabara hamna lolote nilofanya, lakini kuna jambo moja tu ambalo huwezi kuninyang'anya, moja tu ambalo ningeacha kufanya chochote katika mkoa huu katika mji huu chochote kile, hili moja mimi binafsi hata Mungu akiniita, na nimewahi kuwaeleza hilo, nitakwenda kufuata amri ya Mungu nikitabasamu. Niliwajengea heshima, niliwafanya watu wa Kigoma popote wanapokwenda watembee kifua mbele, wakijidai bila uoga, kusema wanatoka Kigoma. Ilikuwa watu wanaogopa kusema kwao ni Kigoma, lakini nilirejesha heshima. Na hilo kwangu mimi, heshima yako, utu wako, kwangu mimi ni kubwa zaidi kuliko mabarabara kuliko bandari kuliko reli kuliko chochote, kwa sababu ukishakuwa na heshima yako, ukishakuwa unathamini utu wako, unao uwezo wa kufanya chochote. Na hiyo ndio kazi kubwa ambayo niliifanya kwenu na nitaendelea kuifanya mtakaponirudisha tena bungeni tarehe 29 mwezi huu.